Inapenda kuwatia moyo na kuwapongeza sana kwa utulivu na ukomavu mliouonyesha waumini wa kanisa la Kindili na watandirea wote kwa ujumla. Kwa hali sote tunatambua hapa awali, ibada hii ilikuwa imepangwa kufanyika tarehe tisa mwezi wa kumi na moja ndiyo tarehe awali, lakini kutokana na changamoto zilizojitokeza na zimesema hapa nadejitaja pia na, na, na, na mheshimiwa Waheshimiwa walinitangulia Mheshimiwa Rondo, Mheshimiwa Olemelia, apiga nyimbo za kwaya hapa na nyimbo zile, ukimwona <laughs> mtu ambaye yeye anasema nilisoma na maskofu na wachungaji, lakini yeye mwenyewe hayumo, akaja kwenye siasa akaenda jimboni, mbunge. Nashukuru sana <laughs> Baba Askofu, nikukumbuke maneno ya Mungu. Tulipanga sisi tarehe tisa mwezi wa kumi na moja tufanye jambo hili, lakini siku ambayo Mwenyezi Mungu amekusudia tulifanye ilikuwa hii. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 118 mstari wa 24, sorry. Nasema siku hii ndiyo aliyofanya Bwana, utashangilia